Sikilizwe kwa njia ya mtandao na uamuzi wake unakuja mbele ya mheshimiwa Mwini tarehe sita. Waziri anaenda kuongea na maaskari, si maaskari magereza, anasema kwamba mahakama tena, ni utafikiri yeye waziri wa mambo ya ndani ni msemaji wa mahakama, anasema kwamba tunapopata taarifa kama vile CHADEMA si wamefanya ifaje maandamano na nini, mahakama inaweza ku, kuamua kusikiliza kwa njia ya mtandao kwa sababu mbali mbali mbali. Sasa hiyo ni kuvunja msingi wa sub judice, kwa sababu swala hili linasubiri uamuzi tarehe sita, iwapo ni sahihi au la kwa mahakama kuamuru kesi isikizwe kwa njia ya mtandao. Wakati tarehe kumi imeahirishwa kulikuwa kuna hiyo amri ya namna hiyo, sasa ilibadilishwa lini? Na je, ilikuwa ni sahihi? Na tukasema katika kanuni ya kumi ya kanuni hizo, kanuni nini, sekta namba 37 ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja kuna masharti kwamba kabla ya usikilizwaji lazima pande zote zipewe notice ya siku saba. Sasa sisi tukatoa hoja kwamba mteja hajapewa notice ya siku saba, mawakili tumetuma message yake saa tatu. Yaani tukajiongeza tu. Kwa hiyo tukasema sio sahihi na mahakama ijitazame upya kama, kama ilifanya sahihi tunasubiri uamuzi mbele ya mheshimiwa Mwini kwenye kesi ya kuchapisha habari za uongo tarehe sita. Waziri amekwenda kwa Kiingereza anasema he let the cat out of the bag. Hivi mnamweka kwenye nafasi gani hakimu Muhini ambaye anakwenda kutoa uamuzi kwenye swala hilo tarehe sita? Unampa una majibu ya mtihani kwamba aende akaseme kwamba hata waziri ameshasema kwamba e, kwa sababu za kiusalama tumesikia kwamba Chadema walitaka kufanya nani, kufanya maandamano na vurugu, that's the bottom line noma. Tunasema viongozi wetu wawe na busara. Ukiwa waziri e, wewe ni mtu mzito kabisa, na mheshimiwa Bashungwa e, kwa heshima zote na taadhima Nafahamu, nafahamu yeye anafahamu madhila ya mchakato wa kisheria. Je, angekuwa ndugu yake au mwanafamilia wake anachakato wa kisheria, angetoa matamko katika namna malivyotolea? Naishia hapo, ananielewa namuelewa. It's not personal, tunatetea maslahi ya mteja wetu, lakini e, unapotoa tamko ukumbuke kwamba linafanya kazi mbele, lakini pia inawezekana kuna mambo yalitokea nyuma ambayo hayakuwa hivyo kama unavyosema. Hivi kweli wewe una ndugu yako eh? Ana, anapigania haki yake mahakamani kwamba ndugu zako wakatazwe eh? Kwa sababu tu wakatazwe kwenda kumpata comfort, kumkumbatia, don't worry mambo yataisha eh, kwa sababu mahakama imekaa yenyewe ikaamua kwamba shauri sikilizwe kwa mtandao? Kweli ndicho ambacho anatuambia wasili wetu ndani. tunamwalika a reflect upya, lakini kisheria la muhimu kuliko lote ni kwamba amemweka hakimu muhini katika a very difficult position, kwa maana kwamba hivi sisi mawakili wa Lissu na Lissu mwenyewe tutajisikiaje akienda akaamua kwamba mahakama ilifanya sahihi kabisa? Kwa nini tusijisikie kwamba kuna, kuna mawasiliano yasiyo rasmi kati ya mahakama na jeshi la polisi? Na sio maneno yetu, hatukuwahi kusema sisi haya lakini yeye mwenyewe amesema inawezekana polisi wakapata taarifa za kiintelijensia halafu ndio mahakama ka, ikafanya uamuzi huo. Sasa tunajiuliza alikuwa anataka kutupa ujumbe gani kisheria? Sisi mawakili wa Lissu, chini ya kanuni hizi, kwamba kwenye kesi iliyoko mbele ya mheshimiwa Mwinyi ambao inakuja tarehe sita kwamba kulikuwa ku, polisi walipeleka mahakamani taarifa za kiintelijensia bila sisi kushirikishwa na mteja wetu, au anataka kutuambia nini? tunamwomba na yeye na wenzake wote mara moja wasitoe kauli yoyote ambayo inaweza kutafsiriwa kama tunavyotafsiri sisi kwamba inakwenda kuingilia utendaji huru wa mahakama, kwa sababu kama nilivyosema, mnaiweka mahakama yetu katika nafasi ngumu kabisa. Mweshimua Mwini sasa ataamua nini maki? Akiamua vinginevyo, sisi tutaona kama ni mwendelezo wa yale aliyosema waziri Bashungwa, unaona. Pengine alikuwa anataka kusema kwamba ajirekebishe, kwamba aliteleza kibinadamu, na tulimwambia kwenye hoja zetu kwamba bana kujirekebisha ndio ukubwa wenyewe. Sasa unamfanya awe na uoga kwamba pengine nikiamua hivi nitamuudhi, labda nitenda kinyume na viongozi wa serikali, sio mabosi wake, lakini tunaishi Tanzania yeah. Akiamua vinginevyo kama busara zake za kisheria zilivyomuongoza, kwamba ilikuwa ni sahihi mahakama kuoda ilivyooda usikilizaji wa kubadilisha mfumo tutaona sisi kwamba ni mambo ya waziri Bashungwa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa viongozi ambao tutaendelea kuwazungumzia baadaye, kwamba hebu wachunge ndimi zao eh, wachunge ndimi zao. Madaraka ni mazuri yes, lakini sheria ni nzuri zaidi, na wanawashauri wengi tu wa kisheria, kwa nini hawa hawatumie? Kwa hiyo tunarudi kwenye hoja mbele, mheshimiwa mwini, hoja ya kwanza ilikuwa ni hiyo kwamba e, eh, mahakama ilimshirikisha nani mpaka ku, pamoja na tena pamoja na kwamba ina mamlaka hayo, yes, lakini kupewa mamlaka ni jambo moja, kuyatumia kwa mjibu wa sheria ni ishu nyingine. Ndio ilikuwa hoja yetu. Tunasubiri mahakama tarehe sita atatujibu nini. Ila pia tukatoa hoja kwamba e, eh, kama ambavyo sasa inafahamika na dunia nzima, mteja wetu Antipas Tundu Lissu Mugwai amegoma kushiriki katika uendeshaji eh, wa kesi kwa remote proceedings, kwa njia ya mtandao, niite kama neno sio rasmi. Kwa nini? Kwa sababu analalamika kwamba pamoja na mambo mengine hajapewa nafasi ya kutosha ya kuhusiana na mawakili wake. Mawakili wenzangu wote hapa ni mashahidi toka ahamishwe kutoka gereza la Keko kwenda gereza la Ukonga. Mimi binafsi nikiwa na wakili Jebra Kambole, nikiwa na wakili kiongozi wa jopo letu Dr. Rugemeleza Nshala. Tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2025, nilifika katika gereza la Ukonga. Mimi binafsi nilifika saa 5 kamili wenzangu, wakafika saa 5 na nusu, saa sita. Tumekaa pale tumewekwa sio waiting area, kwenye magari yetu. Mvua imenyesha, tukajifungia kwenye magari. Baada ya masaa kama mawili matatu, wakanifuata. Kibatala, mafundi kama tatu. Kibatala ndo nani? Ndo mimi. Kuna jambo la kwenda kukuambia. Kufika kule ndo na, na, naambiwa kwamba sasa ninakwenda kuonana na na, na, na Tundu Lissu kwa hata nafasi ya kuambia wenzangu kwamba jamani, mimi peke yangu ndo nimepewa nafasi sikuwa nayo. Nikafika kule kwa kwa kwenda kuongea na Tundu Lissu eh, huko ndani akaletwa, amesindikizwa na askari magereza. Mimi yani tuko sehemu kama hii yani, kama hapa kuna kuna kimeza kama, kama hivi na huko kuna kuna kama kimeza and then kuna kuna kuna nafasi na kama hivi hapa e, juu kuna partition ya kioo, kuna simu kuna simu ko namna hiyo. Kwa hiyo hata kusalimiana mimi na Lissu tumesalimiana ameweka mkono wake kwenye kioo huku na mimi nimeweka hivi, hivi, yani ile kwamba kushow love na thank you for coming. You can feel sama, ndio kama unaweza ukahisi, uka, uka ni namna gani kama mwanadamu. Yes, wewe ni wakili, ni professional, right, lakini yani, unaonana na mteja wako Tundu Lissu, una yani mnasalimiana hivi kwenye kioo, mnawekeana hivi kwamba we are strong. Magereza, maaskari magereza wamekaa hapo, anamlinda Lissu hapo.